We we, Aa? mimi nataka niwe shirukani. Wewe uwe shirulai. Ah, unasemaje? Mimi hapa nimetokea kukula vuzi. Sawa? So, yaani moja kwa yani, hey, moja nimekula vuzi. Tumeelewana? Haya, kwako. Yaani wewe umenipenda mimi. Eh, hey, nimekupenda wewe, nimekula vuzi moja kwa moja. Wewe hapo umenipenda mimi. Eh. Hivi ukijiangalia hivyo ulivyo na mimi tunaendana kweli? Hi He? hey, wewe ah, ah, nakuuliza, tukijiangalia wewe ujisi ulivyo kwanzia kichwani mpaka miguuni na mimi tunaendana? Hii wewe una akili timamu? Nakuuliza tunafanana? Haya, tufanane vipi kati wewe mwanamke, mimi mwanaume. We, kipi na kipi? Nisikilize. Achana na mimi. Umenisikia? Achana na mimi. Sihitaji mazoea na wewe wala sihitaji kupendwa na wewe. Kwa hiyo naomba uachane na mimi. Sikujui, unijui? Naomba tuheshimiane kaka. Bibi shu. Mimi nakuonaga hapa nakujua una akili timamu, kumbe akili vizuri huna. Unijui? Sikujui. Naomba tuachane kwa amani kabisa. Hivi umenielewa? Hi, kwani unajikuta wewe nani? Unajikuta wewe nani? Unajikuta wewe nani? Yaani wewe nani katika dunia, sawa? Mimi mwenyewe nilikuwa kujaribisha tu. Siwezi kukupenda mwanamke kama wewe, mfupi kama kifungo, sawa? Mimi nilikuwa nakula mazoezi. Wewe sikiliza wewe. Unataka kunikashifu, si ndio? Kwa hiyo unanikashifu. Ah, mimi nilikuwa nakula mazoezi ta kukutongoza. Unafanya mazoezi kwangu mimi, si ndio? Ndio, sawa. Sio kufanya mazoezi kwa mtu mwingine. Unafanya mazoezi kwangu wewe sasa nakwambia hivi sikutaki sikuhitaji na sitaki mazoea na wewe umenielewa kaka sitaki kujua jina lako wala ubinoko ubinokoko wako naomba uniache umenielewa tena ukome kwanzia leo We na wewe ukome nikwambia kitu na ukome sawa na wewe ukiniona usiniite wewe umeniita mwenyewe Wewe umeniita mimi sijakuita tembea zako Nenda. Hebu nipishe bwana. Hebu nipishe hey. Wewe, wewe nani? Nani? Wengine si. We, kama akili hawana kwaabi songozo watu weusi, songozo watu wafupi kama vibwengo. Sawa. Una shida gani? Mimi naona hali kila siku inazidi kuwa mbaya tu. Kila siku umekuwa wewe na matatizo ukitoka hivi na stress. Hivi vitu vitaisha lini kaka? Yaani sielewi. Nimetoka kule kwa Mandoka, kanipa matusi matusi, na mbona anifukuza kabisa. Mimi naniuma. Yule mtu nilimualika nyumbani ni dada yetu tumbo moja. Lakini ananipa majibu kama mtu ambaye hanijui kabisa ko ah. Kila siku itakuwa ABC unavikosa hmm? Nataka utumie akili D utaiweza ah. Nazungumza na wewe kama ABC umeshindwa, je, D utaiweza ah. Kama unaongelea mambo kufunga funga, mimi sielewi hapo. Uronge kitu kiliki nyoka na naanakuelewa napal na ufumbuzi. Hapo sasa ndo uwezi kunielewa. Hakuna jambo zuri katika maisha kama kujua ufumbuzi wake ni feje sasa, nadhani utakuwa umenielewa. Sasa mimi ndo nilitaka ufumbuzi, bado mimi ufumbuzi sijapata kiada mm -hmm. kichwa kinaniuma tu <laughs> basi, tambua hakuna marefu asio na ncha. Nenda kaa umiza kichwa, kila uwe ni mtu wa kiume upasu kila kila siku nakua uleweki maneno sian ah, eh? Mimi naona nikuachiuwai lakini fadhali shoga zangu nilivyofika. Mhm. Mm, maana siwezi sema, yaani yamenikuta mambo so madogo, lakini tuwachane na hayo Salome. Kwanza vipi ile kazi niliyokutuma? Yaani dam kubwa, mimi ndo Salome, uwaga, ukinipa kazi napita mule unakotaka, silembeshi wala sikwepeshi Dada nimemkuta, nakwambia, kalala kwenye mkeka, hajijui yuko fofofo <laughs> nikasema, ninapopataka ndo nimepapata. mm -hmm. Dada nikamchezesha, dada nilimchezesha, yaani nilimchezesha, nikamgaragaza, nikamgaragaza. Hiyo imepita. La pili, nimemfunga kila kitu, hapati kazi, hapati mume wala kizazi chake, yaani nimekusanya kila kitu. Umenifunga na ilijua linavochoma linavyochoma Hey, ebu pata picha kwanza. Hapo ndo ninapokupenda shoga yangu. Upo, Salome? Salome huna baya. Na kuwaje, na baya ndugu yangu. Salome hujarogwa mjini. Mtando tumeukamata. Na huna nyota hapa. mjini, mtando kupendwa na wachawi eh, wengine zaidi ya mimi. Umeona eh? Mimi ndo konki, mimi ndo headmaster. Sasa je, wengine wote photocopy. Hapo ndugu yangu, na kukupenda. Yaani hapo ndo ninapokupenda <laughs> yani na mtoto yani nakwambia. yani nakupenda paka naumwa kani najisikia baridi ninatetemeka. Eh, hapa unanimesha. Ah, shoga yangu, afurukuti nimeshambana

Sina mzee Saidi ya nisimamisha eh? Mzee Saidi ya kumbaya ya nisimamisha. Oh dada, simama simama simama simama. Mimi mama mm, usimpita mtu mzima. Chogangu imi kusimama mki. Haa ah, nimsikilize mzee anasema nini? Oh mimi nimekuona hapa. Nimekulavuzi. Na <gulavuzi> uku <gulavuzi> <gulavuzi> Fanya kama unaona. Nikamwambia we mzee, umenilavuzi mimi? Oh, nimekulavuzi nakwenda kwa muda mrefu. Sasa sa hivi, nimekulavuzi mimi. Ayy hey! Jamaninikusimama nikamuza we mzee Saidi, hivi ulivyo, ulivo kwan kichwnipaka miguu, unajiona unajiona kweli? ulivo kuja kunyewavuzi mimi? Jamani mwenzenu, nimependwa. <laughs> Upendwa huku pale, kaanza kueshimiwaupendwa hukukkaygnakeakijinga misinikamtolea nchi, nikaambia we mzee, tuheshimiane, tena tuheshimiane kabisa. Sikuhitaji. Yaani sitaki unizoe kuanzia leo. Mama kilichotokea ki, da nipo kuepo. Shoga yangu ile, baba kaongea, yule mzee Saidi kaongea, mama kaniongea, mama mimi sura yangu kama ndala, mimi nyuma, sitingisiki mimi, nakwambia maziwa sina mimi, hipsep mimi sina. Yote yametoka. Sasa kipunya ananiita hapa, kujua kama maziwa sina, hakujua kama hipse sina. Yamekuwaje? Mimi nikasema ah, kasigomba na waziwa mtaa. Mimi shoga wangu likaondoka nikamwacha, yanamtoka yanamtoka mama, yanamtoka. Nikasema wazee wamta mimi, huyo mama nikaondoka, ndio mama huyo nimemwacha uko nabwata, nakwambia nabwata ule mzee yule hey, sababu <laughs> o kuna kitu kweli, yule. Siku hizi wasema wazee wala vijana. Nzuri, nzuri, ndugu wangu yule mzee ananidai. Jana kaja kwa mama karopokwa Ha? Kasema. Ukamjibu nini? Ba, Dada. Nilibaki mdogo kama kidonge cha pilitoni. Ninamjibu nini? Watu na madeni yao mjini hapa. Dada, watu <coughs> na madeni <yetu> mjini. <tos> <tos> Mwanamke, <tos> mwanamke wa mjini augopi madeni. Unakopa mpaka kwa mzee Said? Ah, wewe kweli mkopaji. Fanya <coughs> kama unaniona iko kipengele. <coughs> Ehe. Upo. Kaja mama karopoko, kabwata, kafanyeje bibi. Nikamtuuliza, nkajifanya ile naskitisha, nafane... unanijua dae? Nikamlainisha, nikamregeza basi yo, basi. Kesho kesho nikija hapa, sijui ni nanini hivyo ulivyoniambia. Shoga yangu, natakaumlainisha yo mbwa. Na nataka, natakaumlainisha muingize top ajae Yaani atajua kama sisi watoto wa mjini au watoto wa hapa sasa. <laughs> Akijaribika kitu unajua, akijaribika akijaribika kitu shoga yangu, cha muhimu hapa, nitarudi kule kule kule mzee, kwa mzee Saidi kule, ile elfu hamsini anayokudai ndo atakaonipa mimi. Mimi mama, kuichukua kuikunja mama, kwenye ziwa upo na hisi, nikaeka kwenye pochi, tadondosha chini kwenye ziwa mama, mgumosi mgupili mpaka kwako. Danipa hii hapa, shilingi hamsini, sacha msingi maji ya kandolo kunywa. Nyumba yako ikudai, tunakaa kituo cha polisi. Upo kazi kwangu, hata sio kubwa tena. <laughs>

Unajua nini na mambo mengi sana, umeona? Pale nyumbani mzee ananidai kodi, mke wangu ni kama vile amechukua mikopo sijui kwenye vikoba sijui kwenye nini umeona? Kila siku tunagongewa mlango pale, alafu sasa sina hata mia elewa. Na pale tulivyokuwa tumekutana, nilikuwa nimetoka kazini kuonana na bosi Mona, jana usiku bosi alinipigia simu akaniambia nitangulie ofisini. Nikatangulia kweli, jana usiku nimefika pale ofisini, tumemsubiri. So mimi peke yangu tulikuwa na wenzangu, Mona, tumemsubiri sana bosi pale, lakini hajatokea. Ushaelewa? Ah, mii palipokucha, ikabidi nirudi wapi? Nirudi nyumbani, ndo tukakutana sasa pale. Ila Momo, mimi tatizo langu ni moja tu, ambalo nataka unisaidie. Mi nataka unikopeshe shilingi laki moja ni fix haya mambo yangu kwanza, halafu mimi nitahakikisha nakurudishia. Hivi ni mwanaume au sio mwanaume? Mi ni mwanaume ila inapatikanaje? Inapatikanaji sa Unajua, unavyoniuliza hivyo sielewi unamaanisha nini. Na vitu ambavyo mi nilikuwa nakwambia hapa havihusiani kabisa na hivyo vitu ambavyo unaniuliza sasa. Tafuta kazi ndugu yangu, tafuta kazi na uache kuchagua kazi. Yani cha kufanya wewe, tafuta kazi uwache kuchagua kazi, maana huwezi kupata hela bila kuwa na kazi, si unanielewa? Wanaume wadaa, tatizo leo ni moja tu huwa mnachagua kazi sana. Wacha kukusaidia tu hapa mjini, usichague kazi baba. Fanya kazi upate hela, lakini swala la kukopesha hela mimi siwezi. Kama hilo ndio swala ulikuwa unanitafuta toka mchana, tuongee sijui nini na nini. Mimi siwezi kukukopesha hela. Yangekuwa ni masuala ya familia yako mimi ningekusaidia, lakini sio pesa. Momo, hamna mtu mwingine ambaye anaweza akanisaidia zaidi yako. Na nitegemea wewe ndio mtu wa kwanza ambaye unaweza kanisaidia mi nikiwa na matatizo, ushaelewa. Hivyo basi kama unaweza kunisaidia naomba unisaidie nitoke kwenye huu mtego, maana huu ni mtego wa shetani. Mi siwezi kukusaidia kwa ilo, kwa kweli yaani siwezi. Na kama ilo ndo nia yako, ukutoka mchana ndo huu ujinga nakuja kuniambia kukopisha hela, hapana. Kwa kweli, naomba utafuti tu ile. Mi siwezi Yani, siwezi kabisa. Tafute kazi za kufanya. Wanaume hawapo hivyo, wanaume wanapambana. Na kuanzia leo kiniona kule kama unijui Kine... ya siyo, mambo mengi tunaweza tukapoteana. Sasa, na na kama unajua hilo swala ndio likitakiwa mbona umetoka hapa hata hela yenyewe ujirudi nako? Unajua kabisa mama likitaka hela kwenda hospitali lakini ndo liko likotoka asubuhi ile mpaka Paka sasa hivi ah! Hivi maguti, unafikiri hela zinachimbwa, au ninaenda natikisa mti tunapata hizo pesa? Pesa inatafutwa mdogo wangu. Sasa kama uko wewe nawendo mkubwa, umetafuta nikaiona mbona sija kwa na mama, kakakini, mimi najua gonjwa na umwa mama alafu nikakaa kimya, si ndio? Sawa. Ila mimi naona kama hapo hapo ndo tutangaika nayo. Bora tukampeleka hata kwa mganga bwana. Huyo mganga ndo Panado. Au huyo mganga ndo Aspirin kusema mama yetu atapona. Wewe sikiliza. Huyo kama tulikempeleka hospitali na home yetu tamalize hela tu. Mwenye unaona hapa. Si unga amelala kitandani pale. Eh? Yeah? Hata naanza kuomba tumpeleke sana ni semu ambao unaona atapona kwa lako naanza kusema sio witch doctor. Unafikiria atapona lini sasa? Bwana tumpeleke kwa, tunajua tunahakika anapona haraka. Maguti. Maguti. Hakuna cha mganga wala witch doctor hapa. Ela inapatikana, mama anaenda hospitali. Masuala ya mganga usiniletee mimi hapa. Nina kukwambiaje? Hiyo wewe utakuwa tu unajua. Kwa sababu kama ungekujua usingekuona katale mama ulisimpeleke like kwa nganga ila kwa sababu unajua kilekendelea kile, kile, kile, ndomaona. Na kataa nami nakwambiaje? Kama kikanguta kibayo ake Mungu, utakuja kujuta. Unajua, magutiamufunga mdomo wako unaropoka pumbavu gani wewe eh? Wa. We mtoto, nitakuchapa vibao.